<laughs> na nguvu za kiume za kike. Nipenda nite Mpoki mamalish, hizi ndizi gani hizi? Mzuzu. Ah, mzuzu mwanangu, kuna uzuzu na hapo kuna uchele. <laughs> <laughs> Yes, yes, mabibi na mabwana, Mpoki mwarabu Dubai mkanyaga mboga, niko na mwanangu Jose Mlavichwa au sio? hapa ni uliomba kazi ukapata kazi. Kwa mara ya kwanza mwanangu nimekutana na Mla vichwa na hiyo

Hapa mnachutua mikono tu. Oya, tuko Tanga kwa Jose Mlavichwa na hizi tunazokata ni nyama za mashavu sika, mtu una mashavu mapana ndo haya. Ukiwa Tanga unakuja one touch lika store, alafu tuko na tajiri mwenye mwanangu hapa hapa hapa, hey. p oya, tuko kwa Jose Mlavichwa mwanangu. Hiki mm. hapa mm. hapa. huwa. kenge mwanangu, kenge kamtaza na serikali eh, mimi na jadaa, mimi na jadaa huyu hatupikie panya. Panya nakuletea magodoro. Kuna maajabu saba ya dunia, ili nakuletea ajabu la nane la dunia. Jose anakula pua, siwezi Waislamu usie nikati nyuma matangazo <laughs> Unavyotaka yes. Na mimi nataka oya, kichwa tayari tukibomoa. Oya, umeruka huo ubongo kwenye nyumba. Tafuta hela, ndio Tanga kwa Jose mla kichwa, unakula kila kitu. Tena kwa Jose mla kichwa